ndani ya miaka mitano sita tukifikia so ukomavu la uzalishaji e, Morogoro kwa kipaji kwa uwezo wetu tunatakiwa tuwe tumetoka kwenye tani elfu hamsini sitini za korosho. Sasa tani elfu hamsini sitini za korosho, kwa korosho uliuzwa shilingi elfu tatu na kwa kilo, tani elfu sitini ni milioni kama e, e, mia moja na themanini, bilioni bilioni mia moja na themanini. Wa as, wa halmashauri kwa halmashauri zinazozalisha kwa jumla yake ambazo zitakuwa Kilosa, Mvomero, Malinyi, Ulanga na Mlimba, hizo 1.8 billion asilimia tatu, 1.8 times 3 ni 5.4. Kwa tunazungumza hizi halmashauri hizi nne tano zigawanye 5.4 billion mapato anaotokana na korosho tu Hasa nyinyi mnashangaa mahalmashauri haya mengine yanakuwa na fedha za maendeleo barabara nini nini nini, kwa sababu ya selective agriculture. Tumekubaliana kwamba ndani ya miaka minne mitano tu tunazalisha labda tani elfu sita za karafuu. Tukizalisha tani elfu sita za karafuu tukichukua na tani elfu mbili elfu tatu za Zanzibar, tunazungumzia kuwa mzalishaji namba mbili wa Afrika nyuma ya Madagaskar. Lakini kwa sababu eh, karafuu inazaa mpaka miaka kumi na tano kumi na saba alafu inakwenda stedi mpaka miaka sitini. Kwa karafuu hizi ambazo tunapanda, tunatarajia tuwe mzalishaji namba mbili duniani baada ya Indonesia kati ya miaka kumi ijayo. Kuna watu wanaamka asubuhi wanakwenda ofisini wanatoka saa tisa wanarudi nyumbani wanafanya ajenda ya maendeleo kwa maendeleo ya wananchi wa Morogoro haipo. Sasa kama hili, watu hawatuelewi au watu elewani, kwamba tunataka tujenge Morogoro ambayo huo ndio mkoa wa tajiri kwa kipato cha kila mwananchi unaotokana na kilimo kuliko mkoa mwingine wote Tanzania. Wao wote income per capita inotokana na agriculture economy. Tunataka Morogoro ndio namba moja, na inaweza kufanya tunataka wafugaji wetu, tukifanya sensa ya wafugaji, wafugaji wetu wawe ndio wenye mapato makubwa kuliko wafugaji wengine wote. Kwa hiyo huwezi kuwa na ng'ombe una, una, una mang'ombe majike mia alafu upate hata lita mbili za maziwa Why? Yani wale, wale ni mapambo tu wanapita, unawasukuma kilomita ishirini kwenda kuchukua maji wanarudi kilomita ishirini kwena. Kwa nini serikali ya wilaya na halmashauri isitumie milioni ishirini ikachimba ika, ika kisima na miundombinu ya pale, ili huyo, au ng'ombe wanaotembea kilomita ishirini wanakula mashamba ya watu, watembee kilomita moja kwenda kwenye nani ambayo tutaita sijui kama water trap kubwa au nini, yaani dude moja kubwa wezakunywesha nombe elfu moja elfu mbili elfu tatu No. badala yake tunashabikia tu magomvi na ngombe anakonda mchungaji anakonda. Tumepeleka kilimo cha kumwagilia majani, hakuna hata mtu mmoja anamwagilia majani. Bado mnataka kupitisha ngombe zenu, wenyewe mnaona raha kupeleka ngombe kilomita ishirini kutembeaa.